Baada ya video ya Chief Godlove ya ajabu kuweza kusambaa katika mitandao ya kijamii, lakini pia kila ambacho kilikuwa kinasikika kwenye ile video, hatimaye Dudu Baya amekuja kuibuka tena na kuweza kutufunulia siri nyingine ambayo bila shaka kama utakuwa ulikuwa umesahau, basi Dudu Baya ametukumbusha kwa namna nyingine tena, kuja kutuambia kuhusiana na kila ambacho anakipitia sasa hivi Chief Godlove. Na nadhani pia unaikumbuka vizuri kabisa hiyo video ambayo unaiona kwenye screen, nimekuletea full hapa, japokuwa kuna baadhi ya clips zilikatwa kwa sababu kama zile clips kusikia basi huenda ungeamini kwamba kumbe kweli hali halisi anayepitia Chief Godlove ni mbaya kiasi kwamba kuna mazito ambayo anapitia. Sasa hiki ambacho mmekuja kukiongea Dudu Baya pia ni moja ya kitu ambacho kimekazia kwa kiasi kikubwa pale pale na kufunulia na kutufunulia siri nyingine ambayo bila shaka tulikuwa hatuijui. Tuanze tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video hapo nikapate kukupa hii update juu ya kile ambacho Dudu Baya ameweza kunukuu. Kumbuka ilikuwa ni interview ambayo amefanya na uh, online media fulani ambayo sijaweza kuweka clip yake hapa kwa sababu ya copyright issues, lakini nitakupa nukuu ya kila ambacho Dudu Baya ameweza kukisema ili mwisho wa siku uweze kufahamu nini hasa ambacho kipo kwa Chief Godlove. Mimi naitwa Gabi Official, naomba nikukumbushe mara nyingi zaidi nitakuwa nakuletea hapa video kuhusiana na stories zote ambazo pengine wewe utakuwa unaona kwamba unastahili kuzipata. Kwa hiyo cha kufanya ili usiweze kukosa video zijazo, tumia sekunde moja kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Lakini pia uwezekano ni moja tu ambao wewe unamfuatilia sana Dudu Baya na unakubali kila ambacho amekuwa akikisema. Kama skama nni miongoni mwa hawa watu basi, tuungane chini ya hii video, bonyeza neno subscribe, baada hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja maoni yako kutokana na hiki ambacho dudu kaweza kwamba wewe unadhani kuna uhalisia uhalisia au hakuna kuhusiana na hiki ambacho yeye ameweza ukisema kuhusiana na na na Chief Chief. mimi naitwa Official. Sasa kama kawaida, nakumbuka video video eh, kuhusiana moja moja ya ya ya tukio Ameni ya video mbao, Chief, alikuwa ameenda live na baada ya sauti za ajabu kuanza kusikika aliweza kuimaliza ile live lakini kwenye ile live jinsi alivyokuwa ni dhahiri kabisa kwamba alikuwa hayuko kikawaida kawaida. Sasa ukiachana na hayo yote ni kwamba Dudubaya bwana amekuja kutufichulia siri nyingine kuhusu hiki ambacho nakipitia sasa hivi Chief Godlove. Kwanza kabisa amegusia swala la Chief Godlove kushindwa kummanage Pipi Jojo baada ya mambo yake kutokukaa sawa, na cha pili ni kwamba yale masharti ambayo Chief aliweza kuyavunja kwa kuweza kupita na Pipi Jojo, yani kiufupi kuweza kulala na Pipi Jojo. Hilo ni, ni dogo tu la kawaida, lakini kubwa zaidi ni kwamba amekuja kutufichulia kwamba moja ya kitu ambacho kinamtesa sana Chief Godlove kwa sasa hivi ni swala la a kukutana na wakubwa yani, kiufupi niweke katika namna ya kusema kwamba Chief Godlove ni mchicha mwiba lakini pia amezungumzia swala la Chief Godlove kupewa masharti ya kulala kwenye jeneza. So it means Chief uwaga na lala kwenye jeneza ikiwa kama ni masharti. Lakini pia sharti nyingine ambalo alikuwa amerivunja na, alikuwa amepewa ni sharti ya kutokulala na mwanamke yoyote kwa kipindi ambacho alikuwa amepangiwa, lakini kibaya zaidi jamari kuja akavunja eh, hilo sharti na ndio maana ukiangalia msanii wake alikuja kwa nguvu zaidi, alafu baadaye akaja akazima tu kama mshuma. Mpaka sasa hivi uone Chief Godlove akimzungumzia Pipi Jojo kwa namna yote ile uone akigusia mziki um, wa Pipi Jojo na vitu kama hivyo, yaani kifupi ni kama vile Pipi Jojo hayupo. Dudu Baya amesema kwamba um, Chief Godlove uh, watu natakiwa wasiamini vile ambavyo anatabasamu mtandaoni um, lakini nyuma hapa zia ana maisha ambayo anatamani, at least bora angekuwa maskini, lakini kila kicheki na kuona kwamba hakuna namna, basi anaishia tu kukaa kimya na kuona kwamba itabidi tu avumilie, huku akiwaandama maskini akitamani na wao waweze kuingia kwenye kumi na nane za maisha ambayo naye anapitia, ili mwisho wa siku aweze kuteseka wengi zaidi. Lakini kiuhalisia ni maisha magumu ambayo utapeli umejaa pale, na ndio maana pia amekuwa akitumia njia ile ile kwa tapeli kwa kusema kwamba mtu ajiunge na jicho la tatu ili mwisho wa siku waingiza kwenye mfumo ambao watakuja kujuta baadaye, lakini wengine pia kwa wazulumu sasa. Ni mengi zaidi ambayo Dudu Baya ameyazungumzia, lakini pointi kubwa ni hiyo, kwamba Chief Godlove maisha anayopitia sasa hivi ni magumu zaidi, ikiwemo eh kufanywa na watu wakubwa ama watu wazito, lakini pia kingine, kulala kwenye jeneza, kitu ambacho mpaka sasa hivi anakijutia kwa kiasi kikubwa sana. Anasema ni heri bora kubaki maskini kuliko kupata utajiri ambao unakufanya kila siku unajutia na hauoni raha yake. Comment yako ni ipi kuhusiana na hiki ambacho ameweza kutusanua Dudu Baya? Inawezekana ni mmoja wa watu ambao unamfuatilia sana Chief Godlove, tuseme kwamba Dudu labda na wivu kwa Chief Godlove au wameongea uhalisia kwa ajili ya kuwasanua vijana wengine ambao pengine wangeingia kwenye 18 za Chief Godlove. Tuambia kwenye sehemu ya comment hapa, lakini muhimu zaidi tusisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates katika video zijazo.